Ah, tuta miss baba <tabu> Hai, <ni> baba. Baba akitangaza mpira unamkumbuka? Na mpira itaanza, mpira imeanza, imechukuliwa pande ile Uru ameanza mpatia Ruto mpatie Dwale Dwale na mpira anampira, Dwale ampatia Kindiki Kindiki na mpira anaeza mpira, Kindiki amerudisha Huru amepiga shoti, kwa mpira imeenda nje, mpira narudi tena, inashika pande ya Wetaa Vetaa napiga kuliko Isaac Ruto